Uh, walikuwa na mpango mzuri kuanzia kwenye eneo la uh, golkipa kwa sababu zilipigwa pasi mbili kabla ya movement za uchizi vunga kuanza. Golkipa aliuanzisha mpira mm. defender kampasia uchizi vunga ni pasi mbili tu mm. kabla ya uchizi kuanza kufanya shughuli zake mm. namba moja, unasifia plani yao kwa sababu hapo hii ndio mm. ilikuwa pasi ya pili baada ya kurushiwa na goalkeeper. Angalia movement aliyoifanya zaidi ya mita kumi na tano. Huu hu ni uwezo binafsi wa mchezaji lakini, yeah. anafanya movement huku, ana scan, anamwangalia Petro Ernest ambaye aliingia kipindi cha pili yeah. E, kutokea bench alikuwa ndo anafungua nafasi. Tulikuwa tunasema movement za Boeli kipindi cha kwanza kwa upande wa Yanga hazikuwa zinakushawishi hichi ni kitu ambacho amekuja kutoa somo. Angalia golikipa anaanzisha ule mpira mm. ndo pasi ya kwanza, pasi ya pili ni hapa ambapo uchizi ameshuka mwenyewe kwenda kuchukua nyuma ya mm. mstari wa katikati wachezaji watatu mbele yake hakuna ambaye alikuwa ameweza kumblock, lakini ameskani kwa haraka. Ernest anaingia kwenye nafasi, anatoa pasi nzuri kwa Andulu Yosef. Yosef anafunga bao zuri. Sasa, kitu kikubwa unachoweza kuangalia, kila zoni ya kiwanja Young Africans ilikuwa na watu, eneo la juu kule ambapo mpira umeanzia kwenye attacking, Young Africans walikuwa wanaweza kwenda kumfanyia pressing. Defender ambaye ndo alipiga pasi kwa uchizi huu. Uchizi amereceive ile mpira, akatembea kwenye corridor peke yake hapo. Angalia corridor aliyotembea. Yuko peke yake mm. Nani alikuwa anamdisturb? Wote walikwenda wamemdisturb, very sure ameskani vizuri. Nani alikuwa anaingia kwenye njia ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya boksi? mm. ameweza kupasia katika ubora wa hali ya juu. Ni, ni, ni, ni movementi mbili tu zimefanyika, pasi mbili na movementi ya Uchizivunga imekwenda kuiamua mechi ma, uh, ni taswira nyingine ambayo Yanga wamepewa kwa, kwenye mechi hii yeah, kitu ambacho hawakukiona kwenye mchezo Wiliete Sportivo mm. kwamba unakutana na timu ambao mfumo wa timu ukifeli una mtu ambaye ana individual brilliance huo ni uwezo wa mchezaji binafsi Mm. Kuweza kutembea kwenye hivyo viunzi, unaruka kwenye hizo viunzi na kuweza kutengeneza nafasi yeah. Kwao ni eneo lingine la kumsifia Uchizi Vunga, kiungo bora wa msimu uliopita wa ligi ya Malawi mm. The best alichokifanya yeah. Nadhani. Yes. Yeah. Yeah. Muro ameshaeleza vizuri sana labda kingine ambacho naweza kusema kwa tukio la bao hili mm. Kuna ile we maandalizi ya kuelekea mchezo kuna kumsoma mpinzani yeah. small details yeah. Yeah. nitaraji mchezaji kama Uchezi Vunga angekuwa zimetumika taarifa sahihi yeah. ripoti kuhusu yeye, namna ya uchezaji wake yeye ndo injini, yeye ndo kila kitu, huo msimu anachukua ubingwa, ndo kiungo bora katika mm. ligi kuu ya Malawi mara, mm. kapewa na tuzo na waziri U, uchizi Mkandawile mm. Majina wanafanana uchizi, yeah, uchizi uchizi, mm. E, uchizi Vunga kapewa na uchizi Mkandawile mm. Miongoni mwa shughuli zilizokuwa ni kufanya namna hii mm. akatoa assist 10 kafunga mabao 14, yeye ndo kazi yake hii kuchukua mipira kutoka nyuma eneo la progression, anaondoka nayo kwenye ubunifu, anaenda yeye pia unamkuta kote kwa sababu ya tabia hii mm. Lau kama taarifa kuhusiana na namna anavyocheza zingetumika kwa usahihi katika mechambao wameamua wazuie sana kutoka chini mm. Wanamtegemea ni yeye, mpira ule, the moment anaupata kuwe na mtu karibu pale apate kadi kwa ajili ya timu mm. ama kwa kuvuta jezi mm -hmm. ukiweza umblock vyovyote vile yeah, lakini yeah. anaupata, yes. Maanake hapa akupewa ulinzi thabiti kulingana na ubora wake anavyocheza, sure. katika ligi kuu ya Malawi, yani kwamba msisitizo kwamba angefuatiliwa vizuri hivi ndio ufanya. Kwa hiyo hapa Dumbia itakiwa adake jezi labda, yani apate kadi, kwa ufupi ya kiufundi ili kusudi kuto kwenda kuteza matatizo yale. Kingine huyo okay. Aliofunga mm. naye anajua kujiposition hivi karibuni, wanaifunga tu magoli mechi dhidi ya Ligeco plus mm -hmm. bao moja alifunga yeye, mechi kwenye ligi kuu wamefungwa na Big Bullets mbili moja, kafunga yeye, yupo kwenye kiwango bora sana, amemsajili mwezi wa nane tu mm. hivi karibuni na leo tena anafanya vile, kwa hiyo naweza kusema kwenye small small details ambayo ni matokeo lakini mm. ya timu nzima ya Silver Strikers leo hii kucheza vizuri sana wakiwa kama timu ya pili uwanjani. Au sio? Na baadhi ya wachezaji kutokuwa kwenye kiwango chao kwenye mipira ya mwisho. Maana yake mm. nafasi zilikuwa zinaonekana nyingine ambazo siku nyingine wachezaji Yanga huwa wanafunga, lakini leo kuna nyingine zinakataa, unapiga unashangaa, mtu amepiga nje wakati huwa anafunga. Au sio? mm. mm. Uh, Mwalimu Romain Folz alikuwa na faida kwenye benchi ya kuwa na kocha msaidizi ambaye mm. ana kocha pia wa timu ya taifa ya Malawi. ah, uh -huh. Kwa maana yake anawajua nyota wengi wa huko kabisa. uh -huh. Na nilitaraji kwenye mabadiliko walau, uh -huh. kuna kitu kingeongezeka mm. Uh -huh. anatoka Andy Boyeli mm. Uh -huh. anaingia Dube Dube Dube Prince, yes. anatoka Mudathil Yahya mm. Uh -huh. anaingia eh, uh, uh Celestine yes, yes, Celestine Yekua uh -huh. Lakini bado mambo yanaendelea kuwa magumu. uh -huh. Nini umekiona kwa Izra mbani anaingia Dimundi? uh -huh. Yes, nafikiri uh, mwalimu alichokiona kipindi cha kwanza Mm. Huenda namba ya kushambulia ilikuwa ni ndogo. Kipindi cha kwanza walikuwa mm. wanashambulia kwa idadi ambayo ilikuwa ni pungufu. Anamtoa Izra Mwenda kumwongeza Edmundi, unaiona kabisa tafsiri ya sababu hii ni kuongeza offensive players. Yeah. Wachezaji ambao wana vinasaba vya kushambulia muda mrefu. Mm. Huenda mwalimu aliona hili litamfaa, kwa sababu ameshaidomineti mechi kipindi cha kwanza. Mm. Anaamini, sina kipya ambacho anaweza kufanya zaidi ya kutengeneza idadi kubwa ya mabao. Lakini bado discipline waliokuwa nayo e, Silver Silver Strikers ndio iliwawezesha bado kuendelea kubaki kwenye structure yao, kitu kizuri kutoka kwao. Bado wakati wanajilinda, waliendelea kubakia kwenye mistari yao mitatu tu, 442 naiona 100%. Ndo maana eneo la juu unamwona Petro Ernesti pamoja na nani Anduru Josef ambaye ndo mfungaji wa bao, lakini block ya watu wanne, block ya watu wanne. Faida ya mfumo wa 442, asilimia 60 ya uwanja unailinda na watu karibia sita wawili wa juu, wawili wa katikati na senta baks wawili. Kwa hiyo wao ilikuwa kufikika kwa njia ya ndani, kwa maana ile vertical channel ilikuwa ni ngumu sana kwao. Kwa hiyo kwa mwalimu akaona the best anaweza akafanya ni kuongeza wachezaji wenye uwezo kwenye maeneo ya pembeni, ambapo ndio timu nyingi zinakuachia, unaweza ukaitumia kama wana uwezo kuruka eh, mipira ya juu ndani ya boksi, crosses utapiga nyingi sana, lakini hmm, bahati nzuri ni kwamba wao waliendelea kubakia na shepu yao nzuri ya kujilinda. Angalia wakati kila movement ya Yanga Africans waliokuwa wanaifanya hakuna movement ambayo imetokea Yanga Africans akafanya movement bila kupata contact. Ukimsikiliza mm. mwalimu ni kama hawa jamaa wako very focused na wanamjua Yanga wanayecheza naye, so mchekea licha ya kuwa wameondoka na ushindi leo kwa yeah. sababu so, katika mpira wa miguu, katika competition yoyote, kwanza lazima umjue oponenti wako, umjue mm. mpinzani wako yuko katika kiwango kipi, mm. ujue uimara wake, ujue udhaifu wake, alafu uone namna gani uimara wake upunguze madhara mm. udhaifu wake uwezi kuutumia u, -u upate matokeo. Ndicho ambacho anachozungumza na ndicho ambacho leo hii kimeonekana kwamba alijua tukianza kupishana na Yanga mpira hatutaweza kufanya vizuri mm. Kitu cha kwanza kama alivyotoka kusema mwenyewe, usiwape nafasi mm. Na ni kweli kwenye mechi ya leo, mara nyingi Pakoma anapata mpira akidribo, akimpita mmoja ameshafika mwingine, kamgonga <coughs> walikuwa very rough kiukweli mm. katika namna ya kucheza, lakini sio ya kuatrakt kadi za njano. Yani, anacheza kwa namna ambayo usipate hiyo space mm. Lakini baadaye anasema kipindi cha pili walivyoona kwamba kuna maeneo wanaweza wakatumia hiyo vacuum mm, wakaitumia sasa. Manake ni nini? Ni kweli kwenye michuano ya kafu, na ndio ambayo ilikuwa mm, faida kwao na zimetokea hizo, kwa mfano tu against 4 yeah, karibu mara tatu mara nne zimetokea mm, hizo ambazo wanazizungumza, ndio ndio na na admit kwamba mm, ni timu inayojua inachokifanya, kimbinu iko vizuri, lakini na wao wameangalia katika namna gani hicho kidogo wakitumia, na ndicho walichokifanya lakini asitiza mechi haijaisha. Tanzania huko ndo hicho kipindi cha pili, namna gani ya kuexecute kutekeleza mipango yake na ndo mechi ambayo mwisho wa siku itampata wako qualify kwenda katika hatua ya makundi, ingawa kushinda moja mm. bila kuna nafuu kuliko kushinda mbili moja kwenye michuano ya kafu ukiwa nyumbani. Moja bila maana yake akiweza kushikilia bomba mm. kwa mkapa akapata bila bila, anasonga mbele. Akipata sare yoyote ya mabao anasonga mbele, iwe moja moja, mbili mbili. Lakini pia akifungwa kwa margin, kila mmoja afunge, alafu kwenda margin tofauti ya bao moja anasonga mbele. Yani akifungwa mbili moja anasonga mbele, tatu mbili Yanga washapoteza nafasi ya wa kutoa taji la kombe la shirikisho mm. kwa kufungwa mbili moja, wakienda wakashinda moja bila, mbili mbili, mbili <coughs> bao la ugenini sasa. Ina maana na wao wakipata bao alafu, hayo matokeo yasio tofauti ya isiyozidi bao moja, Yanga wakiwa mbele bado wana, wana, wana, wana qualify. Kwa hiyo mechi tight ni ngumu yeah. uh, ukiachana okay, na haya ambayo tumeagusia kwa namna moja ama nyingine, si kama Yanga Africans hawajapata nafasi. Yeah. kwa mfano dakika ya yes. mwisho tu kipenga kabla akijapigwa mm. sekunde almost mbili mpaka tatu kwa yeah, Mzuzu amepiga mm. Yeah. Lakini ukiacha hapo, kuna nafasi kadha kadha ambazo zimetokea, nadhani dakika ya 88 pekee kuna nafasi nyingine ya Edmund Jones pale katikati amepambana. Yeah. haikuwa bahati, kwa hivyo si kama Yanga Africans hawajatengeneza nafasi, dumbi alipata kigugumizi hiyo dakika 88. yes. mm. ni kwa nini unadhani Muro, imekuwa hivyo kwa maana kwamba nafasi zilikuepo, lakini bado kumekuwa kuna ugumu kuibadilisha scoreboard ya kiuhalisia timu iliyopoteza mchezo ndiyo imetengeneza nafasi nyingi, yes. Yani huo ni uhalisia najua, okay. pamoja na kuzungumza Silver Strikers walikuwa bora kwa kiongo gani? yeah. mm. tunakwenda tuna kwa sasa kuizungumza Silver Strikers na ubora wao kwa sababu ndo imeshinda mchezo mm. na hapo, ha, yani, huna mandate yoyote ya kuzungumza ubaya wowote wa kuhusu wao kwa sababu ndo wameondoka na matokeo yeah. Lakini kwa Young Africans unarudi chances walizozipoteza kipindi cha kwanza, hmm. na kipindi cha pili second half wametengeneza nafasi za wazi nyingi sana. Pacome ameuskwea mpira kwenye penalty spot Defe. Kile ki, kiduara kile cha penalty mpira ambao ulikuwa unakuja ndani kama Uwe, cutback <laughs> na ni maeneo ambayo huwa anatengeneza anafunga mabao. Unamzungumza Mohamed Dumbia ame dribble one on one yeye hmm. na goalkeeper lakini kafika pale defenders wamemharas, ameishia kutuliza ule mpira badala ya ku, ku kev kwenye hmm. kwenye goal. Kwa hiyo unaweza kaona inawezekana pamoja na ugumu waliokutana nao, idadi kubwa ya wachezaji wa Silver Strikers kulinda kwenye eneo lao, lakini bado chances walizozipata, ufanisi haukuwa mzuri. Na ufanisi wakati mwingine ha, ha, hakuna sababu yoyote ambayo unasema ni ya kisaikolojia ama ni ya fitness. Ufanisi wa kuconvert nafasi ni kitu ambacho unakuwa nacho kila siku, kwa, kwa, kwa maana ya result ya marudio ya kufanya mara kwa mara. Pakome anafunga mabao wakati mwingine katika nyakati ngumu sana. Mohamed Dumbia kuna wakati anatengeneza nafasi ya bao kwenye nyakati nyingine ngumu sana. Azizi Ndabwile ametoka kufunga kwenye raundi <coughs> iliyopita <coughs> back to back kwenye mechi zote mbili mfululizo, sio? Lakini chances ambazo zimetengenezwa leo ufanisi wake ulikuwa ni mdogo. Hicho ndicho ambacho labda wanaweza kwenda kwenye uwanja wa mazoezi na kuanza kutibu, kwa sababu kwa maana ya kila kitu walichokifanya ndani ya kiwanja, wao walikuwa ndio wa kwanza karibia katika kila tukio, wamekuja kamatwa kwenye matukio ya reaction tu.